Binadamu wametokwa na imani, wana roho za kishetwani, wanaishi kama hayawani, sababu kiji. sababu kiji. Tuna kijicho

My husband. Hey. Sweetie. Mzee Juma, njoo, kuna mgeni wako ah. Bwana hey. Mzee Juma mpaka tashangaza kaja nadiri hapa ah. <laughs> Na hivi hata sina mboga, nataka kumenya dagaa ah.

ni kuhusiana na huyu kijana mshenzi huyu, huyu ajifanya mtemi kijiji kizima anatuhara, si atulali, hatuli chakula, hatupumziki, nkang'ang'ani tu kulisi kulisi ama ambao zishapitwa na wakati, ni mila potofu, hata mababu zetu waliolala Hili swala ukilisikia tuchanganya sana mzee Juma. Hivi mzee kama wewe na wazee wenzio kwenye hiki kijicho cha maanjamu vii tuwategemea sana. Ni wazee hapa, mnaaminiwa kila kitu mnakijua, mmeshindwa kuongea na huko Hmm, wewe tena karibu. Asante ndugu yangu. Hey, karibu ndani. Ah, asante mimi mbona nishakaribia. Hapana, taishia tu hapa hapa, asante. Karibu. Asante sana. Mimi sitokaa sana ndani, sitoingia kwa sababu na mishemishe zangu huku tena nazunguka ovyo mbele huko na Masudi, unajua. Karibu sana. Shoga yangu si unajua tena, napambania na ndoa yangu wewe, ndo unajificha hivyo, acha ah. <laughs> Ndoa ilikuwa motomoto -moto, ila sasa hivi naona Mungu kidogo anasaidia. Wewe kwani ilikuwa imekuwaje kiasi hiki? yes, yani wewe shoga yangu, nitakutafuta siku nyingine, tukae tuongee, maana kwa leo niko haihai hai. Niko juu, niko moto. Unajua? ya e ndoa tena ondoamakupoteza kiasi kwamba ataonekani hapa mtaani shogamu, asikuambie mtu. Ndoa tena limekusokota pole. <laughs> uh <-huh>. <laughs> ku utakuja lini? promise unanipromise, make sasa hivi nao anakukaribisha atautai. Yani usijali, yani usijali, yani siku nitakayotaka kuja hapa nitakujulisha ili uniandalie vizuri, tukae tuzogoe

nikaongea naye, sio kwamba nimefumbia macho, hapana. Lakini yule kijana haelewi, mzee, hmm? Juma, sidhani kijana kama mdogo kama huyu atoke huko alikotoka aje kwenye kijiji chetu hiki aje atu, atuchanganye akili. Niliongea naye na, eh? na akaniambia hivi ili swala akalifikiria mpaka mpaka sasa sasa, nimeona yuko kimya na nadhani atakuwa amenielewa huyo kijana. kijana kijana, eh, nakwambia mzee Juma, ni ni msikivu mwenye kichwa kigumu. Wewe mpaka sasa hivi hata macho yako yanaongea, utakuwa utakuwa umekula rushu, umepata kachochoto kwa huyo kijana hapa yeye, yani kitoko chake msati, mpaaamaona kokiaaweekwmkaata Utawezaje kuda kumisi mtu ambapo amefiwa na mme wake? Je, anajua meka alifia ugonjwa gani? Hizo ni zama zilizopita, ngoja ni zama za potofu. Hatutaki sisi uchezi, uchezi, ujinga, ujeuri, uchafu kwenye kijiji chetu. Kama uzee umewashika, ukikutana naye mwambie akabisi mii, mimi nini. Mimi kwangu ni mimi na mchacheitamkabiko sikuhii, nimekuambia nimeshaongea naye na jinsi nilivyo ongea naye anaonekana kisha. Alikujibu lakini like, ulizo ongea naye. Mtu kama hajakujibu sina maana kakuelewa. Afu kijana ana tatizo. Na swala sio kwamba nataka kuulisi mm -hmm. hmm. yani yule mwanamke. Shida yake mimi naielewa kijana kwa nguvu. Yaani shida yake yeye anataka zile na zile sasa simkwa wa machuga. Mama chuga. Hapo hapo. Yule kijana ni msomi, mjanja mjanja. Hebu fikiria kuna wanawake wangapi? Mpaka kwenye TikTok. Wanawake wamejia wamejia. Eh, wanajiuza ndiye kwa beti tena, ni mzuri, nataka mwanaume kunioa, ameshina kwenda kumdabota mmoja, akamchomoa mmoja kaishi naye. Kwa hiyo hii binti wa watu ambaye tusiongelee mbali, ninyi mnaweza mkasema yule kijana labda ni mali, lakini mimi ninavyo yule kijana. Kwanza hata binti mwenyewe shangazi, ni mzuri, analipa. Ukuta alikuwa anampenda toke hapo. Inawezekana, lakini hata binti mwenyewe ukimwangalia, binti ni mzuri. Dadangu mm, naomba nikushaulishe kitu au nishauri kitu. Bila shaka nakusikiliza. Hivi kwa mfano, kama una mtu unamfanyia mchango wote, unaonyesha thamani kwake, yaani kila kitu ambacho kinatakiwa kufanywa mtu unakifanya lakini ukiona mtu akuelewi au athamini unachokifanya wewe unaweza ukafanyaje? Hapo inategemea na kitu chenyewe ni kipi aidha, mapenzi, kazi au mambo ya kijamii. Na kama ni mambo ya kijamii, labda kuna kitu unataka kuwekeza, ukaona hakilipi, unaachana nacho. Kama ni kazi, nayo unaona hailipi pia, unaachana nayo vilevile. Kama ni mapenzi pia Unaachana naye. Naomba nikuuliza hmm, kitu kingine kwenye huo mchango wako unaofanya na kwa mtu, lakini anatokea kijitu fulani hivi kinyangarakata hivi kidudu mtu, kama wewe unaweza ukamfanyaje? Hilo swali ni zito lakini Mbona unaongea kwa mafumbo mafumbo sana, hebu ufunguka nikuelewe. Ake, mpaka dakika hizi sijaelewa unamaanisha nini? <laughs> Samahani sista, naomba nikuuliza chena. Kwa nini Mwenyezi <laughs> Mwenyezi Mungu aliumba mapenzi? <laughs> <laughs> mapenzi basi kuna kitu nimekitambua zidi yako. Kumbe wewe, kinachokusumbua ni mapenzi na si vingine. Yani umezunguka kote, lakini neno moja tu mapenzi, mapenzi ndio yanakusumbua, ndugu yangu. Tapotea dadangu, usicheke. Mimi natamani kuacha kazi na nitaacha kazi ukifanikiwaelimashami naona yule kijana ni msomi, sio kwamba anafuata uzuri ule mwanamke yule kijana. Kwa mawazo yangu ninavyoelewa mimi, kichwa mwangu. hana shida na mwanamke, shida yake ni ile mali, mkae mkielewa hiyo. Ili zimila potofu anazijua sana ni mila potofu, sema ni kinganganizi kasoma Sawa mzee. Sema mgenishauri kitu kimoja, ambacho cha kufanya Ni kumuita kwenye baraza hapa kijijini, kwamba kama ng'anezi mira hazipo kabisa. Wewe umekuja hapa, alikwepo ndugu yako alikuwa mtendaji. Alikuwa anakemea hizi mira. Sasa leo wewe wewe unazileta. Sisi kijijini hapa hatukutaki, kama unashindwa ondoka. la kuongea. Atakuja wewe kijana shangazi yule. Hapana. Labda atakubali atake astaki lazima apate mila za hawa wazee wetu. Sawa mzee, mm. Juma hilo limeisha nimekuelewa. Yeah, sasa nimekuelewa, hata mm. mimi nimekuelewa na kwangu ilikuwa ni hilo tu. Yule kibinti amekosa amani eh? binti bado mbichi mdogo, wamwache ampe huru, akaolewa na mwanaume yoyote eh, anayempenda yeye, so, sio kulisiwa shangazi yule eh? eh? Na kitaka kuolewa naondoka pale. Ndio ndio ilivyo. Kwa sababu yule kijana Anataka kukaa pale. Kwa kwa kumshauri kwa sababu ni mwanamke mwenzenu, basi asiolewe akae hapo. Kwani ataleta mwanaume ukanae pale? Na yule, yule shemeji yake yuko pale. Ni jambo ambalo haliipo. Sema cha kufanya ninyi mkikaa kama kina mama. Wewe, huyu kijana yuko hapa. Mji ni wako. Na nataka kukulisi na wewe utaki. Cha kufanya hapa bana kila kitu vipigwe pasi, wampe kidogo kidogo na yeye achukue chake aondoke. Lazima watakosa kila kitu. Wampe nani? Semaje? Eh, nataka niache kazi nikatafute pesa nitafute nika pesa nyingi, maana hizile pesa ni chache, maana nimeona kitafuta pesa nyingi ninaweza kupatia moyo wangu kitu kile unachotaka hivi. Unawezaje kuacha kazi kilahisirahisi hivi, na ilihali kuna watu wanatafuta kazi kwa shida na hawapati. Kama serikali imekuamini ikakuweka hapo ulipo kwa nini unawaza kitu kama hicho? Mimi binafsi yaingia kilim dada yetu, dada, nakubali serikali imeniamini lakini imeniamini kwa sababu hiyo kazi nimeisomea. Lakini mimi nikitathmini kazi yetu ya upolisi haina tofauti na mayero, mana wenyewe wanalala nje, wanalinda mali za raia. Lakini kuna matato, kuna sungusungu sungu, wote wako kwenye ulinzi wa kulinda mali za watu na watu wenyewe. Sasa mimi ninaona afadhali niache nikatafute nikatafuta hela nyingi nifanye fan yani na mimi moyo wangu uweze kuburudika kwa kitu unachotaka. Maana nikiwa na hela nyingi najua hicho nachokitaka nitakipata. Mzee Juma. Mzee Juma. Sasa aje achukue mali ya ya kaka. Mama Chuga. Mama Chuga. Amekuwa ni mtoto wa yule. Haya fanyeni unavyoweza. Mama Chuga iko hivi. Sheria ni imsmenu mm -hmm. Sisi kama wanawake tutasimama bega kwa bega na yule binti na zile mali na mtoto. Na mtoto wake atachukuaje yeye sasa, ejuba, kama nyie mmeshinda kusimamia sisi, sis. Tutasimama wanawake mm -hmm. na mimi ndio ndio, jamani, mimi ndio shangazi, nitakuwa nyuma yako

Wana kijiji wa Moto. Kwa hiyo kimekuwa fire huyu kijana <laughs> lakini mume wangu ni mbishi. Mume wangu nachokiona hapa, maisha ni kubadilika, maisha ni kuchagua, maisha ni kupanga. Amepanga hivyo na weka katika maisha yake. Nanie nena kuoleolewa maia engie unasema tu kute ni kifo utamfuata mdogo wangu, acha huko, nisemea tu hapa Ring, Info Bells. Habari wapenzi watazamaji wa Star TV, kwa majina naitwa Gift Filmatus Mwigizaji wa tamthilia ya Kijicho inayorushwa hapa hapa Star TV. Ni hichi kijiji. Yaani watu wazima wanagombana barabarani. Sijui watoto watajia nini. Mimi mwingine ana mdomo lakini nguvu hana. Ring! Info bell! Niko hapa leo kuwatakia Merry Christmas na mwaka mpya. Bye. Hello guys, kwa jina naitwa Robert Lemi. Katika tamthilia ya Kijicho nacheza kama Fande Fausini. Sasa acha vipi? na kwa nini? Kwa sababu mimi ndio mpelelezi wa hii kesi, na kwa kawaida itakiwa afande anijulishe mimi. Mimi binafsi nikupongeze wewe, shujaa ambaye umekuwa ukiitazama tamthilia kijicho tangu tulipoianza mpaka hapa tulipofikia. Sitakuwa na maneno mengi zaidi tu ya kukutakia heri ya Christmas pamoja na mwaka mpya. Niite binti Ornes Greshen, nikamgisha hali malufu vero icho kikundi cha WhatsApp nikisha kitengeneza, tunakutana taarifa zote muhimu, ikiwemo mipango, ikiwemo michango yote ikiwemo nini, mikopo, ikiwemo taarifa zote tunazokaa, tunaongea kwenye vikao nini, zinakuwemo mle, zinakuja kutusaidia baadaye sisi. Napenda kuwatakia heri ya Christmas and happy new year. Nawapenda wote, mashabiki zangu, marafiki zangu, wanaonitazama kiujumla, usikose kuitazama Kijicho Star TV. No. Oh, mimi Alex John maarufu kama Alman ni Mzalendo ninakutakia heri ya Krismasi na mwaka mpya. Usherekee kwa mafanikio wewe na wale wapendao. Endelea kutazama Star TV na kipindi cha Kijicho. Hello, Ninaitwa Victoria Msambiri wa Martini. Kwenye tamthilia ya Kijicho nimecheza kama mama yake na Chuga. Wewe ni mtoto wangu, sina budi kusamii, lakini kulingana na kesi ulio nayo, ukutakiwa kuja hapa. Hivyo unafahamu polisi kuanzia asubuhi walikuwepo hapa nyumbani. Ni mama machachari, mama asiyeshindwa, mama mbishi ndani ya ndoa, lakini nje ya familia siko mbishi. Mii ni mtu mzuri tu. Nimekuja hapa kuwatakia heri ya Krismas na mwaka mpya, tusherekee kwa amani. Oh, <laughs> kwa majina naitwa Renato si Waziri Mayala. <laughs> ndani ya Kijicho nimecheza kama Masudi. Kwa mwanzo ka wewe nisikurudia nataka nisingizia, yaani mtu akijaribu kumsingizia tu kwamba kitu cha muki kurudi kule Mama huyo mimi namloga hata awe ananijua tumboni. Niko hapa kukutakia heri ya Christmas na mwaka mpya. Kuhusu <laughs> usisahau kutufuatilia ndani ya Star TV Kijicho izi 1 2 1. Hello guys. Na wasalimu. Ah, kwa jina naitwa Odessa John Maitege almaarufu kama Madam Latifa. Ah, katika tamthilia ya Kijicho ninacheza kama shangazi au shangazi lao shangazi yake i kakaangu, alijenga nyumba liliachamidadake nikali kwa, kwa amani. Huyu kaja na dai hiki, mwingine kaja na mtoto wake, si umempa mimba, mwingine si umemnyang'anya cheni. Yaani wewe Big P, nikikukamata wewe mtoto wewe. Tafadhali usiache kufuatilia tamthilia kwa kwani huu mwisho wa mwaka kuna mambo kede shedi, ambayo tunawaletea ya kufunga mwaka, lakini pengine nimekuja hapa kuwatakia heli ya Krismas na mwaka mpya. Tafadhali sherehekea vizuri na kijicho chao. Kwa majina, naitwa mzee Gafuku Gahora Nanga Tunga Byanga, anaitwa mzee Gafuku Gahora Nanga Tunga Byanga, kiparaa ngendera engengeenderahasi nge, Haya, ndio mapenzi ya kweli, tunapendana kwa sita eh? hayo hapa, nimesimama mbele yenu kuwatakia heri ya Christmas na mwaka mupya, tule kwa amani, furaha na sherehe na shangwe na sherehe. Tunawakaribisha jamani, kwenye season yetu namba hey, hey. Kila mmoja anakuta anapata raha anapataraha ustarehe Ukitaka kupata vocha ya maisha mwaka mpya na mambo mapya, vocha ya maisha iko kwenye season 2. Karibu ukutane na Kijicho, mwambie jirani we, we, we, we, nani! Acha kucheka basi, njoo ka hapo, ukutane na Star TV wakiwa na Kijicho. Asanteni, murakoze. Hello watazamaji wetu wapendwa wa Star TV, niliyoko mbele yenu naitwa Rema Michael. Msanii wa tamthilia Kijicho nimecheza kama shangazi wa Mtemi. Ndio maana mimi nikaona, kwa kwanza, tuanze na ratiba madhubuti ambayo kwa ajili ya upande wa marejesho, sawa, na pia tuweke viadhabu vidogo vidogo kwa mtu yote atakayevunja makubaliano. Nawapenda sana, niko mbele yenu kuwatakia heri ya Krismas na mwaka mpya. Msikose kufuatilia vipindi vyetu vyote. Karibuni sana, asanteni. Oh, asanteni, bye. Habari, wa Tanzania, jina langu Juma Shabani Mgeni, aka Big P ambayo jina linapatikana kwenye siri ya kijicho wonko. Niko hapa kwa ajili ya kuwambia tu, niwatakie heri ya Christmas na mwaka mpya na niwasistizie kabisa, muendelee kufuatilia siri za kijicho ndani ya Star TV. Saa ngapi? Ni saa nne na nusu usiku kila Ijumaa. Na marudio ni saa kumi jioni ambayo ni siku ya Jumapili. Napenda sana mimi nachokiongea na oh, oh, what... maanisha na kabisa tena naongea nikiwa nichua...